Unavyofahamu wewe kupima ni dakika ngapi au kwa mujibu wa leo vipi? Namesema umesomea mm, umesomea taaluma lakini hujawai kuifanyia kazi kati, hicho kipimo hakuna ulichopima leo kipimo chochote ni masaa, ni dakika ishirini na damu unaweka nyingi, unaweka damu unaweka nini, damu unaweka nyingi ni positive kweli lakini siyo positive. Tuzungumze basi, mbona una hamaki? Sihamaki, tutafute ufumbuzi wa tatizo lililokuwepo. Tusi tukihamaki, tutakosa busara kutafuta ufumbuzi ya kile tunacho igania sawa. Saa hizi saa mbili na dakika nne. Kwa umaarufu wako unaweza ukapata kipima kwa dakika ngapi au kwa masaa mangapi? So mimi shaufanya kazi saa sita, nikupe muda gani unaweza ukaleta kipima? mm -mm. Sasa posta au ao... Nataka nikusaidia kitu kimoja, nataka nikusaidia kitu kimoja kwa kipimo ambacho wewe unakiamini, tuone hatua ulokuwepo. Sasa utarudi unapoishi, au utaenda Kariakoo, au utaenda posta. Mimi sina kipimo changu Aya, sasa mi nakupa saa moja, aa wu stoke, pumzika kwenye kochi, nakupa dawa unakunywa, sawa hmm. Piga picha hichi kipimo, alafu nakupa dawa unakunywa baada ya dakika arobaini jo tena tupime, ukae tu hapo kama kuna joto, taka sehemu ine hewa nzuri, tabu alafu baada ya mika arobaini jo tupime tena. mm. apiga api ja, picha mm. hichi

Axi hapo pumzika, hesabu dakika arobaini na tano. Sasa hivi tuna saa mbili na dakika tisa. Hesabu tu dakika arobaini, sasa hivi ni saa mbili na dakika tisa, kwa hiyo Itakuwa kasoro sahizi saa mbili na dakika tisa, kwa hiyo tuanze, kwa sababu na dakika kumi, kwa hiyo itakuwa saa tatu. Utakuwa kwenye saa mbili na dakika kadhaa. Hmm, nah, pumzika.